kuwa na matatizo Juliet. Asante, Dembe. Eh, shogangu mimi na changamoto. Sio, unajua nimeanza kazi kwenye kampuni ya mzee. Yeye yeah, unajua, anajua kuna tatizo gani? Basi yule ninayefanya naye kazi anataka nimpe plan ya kuwavuta wateja wengi zaidi na kuwafanya waliopo waendelee kutumia mtandao wetu. Nasangamikiwa, Juliet hata sijui namwambia nini. <sighs> Aya, basi nitakucheki, nikupe ratiba tuonane.

We on, siana, wa, hmm? Mcheki na wewe msichana wa kaka yako unajua anafanya kazi wapi? Alafu tuangalie namna gani tutamsupport. Amefanya kitu kikubwa sana anatakiwa kuachiwa peke yake. Leo nimekuja kukagua kwa sababu ya supplies. Karibu sana.

Huyu ni rafiki yangu anaitwa Agnes. Huu uh, anakuja mara moja moja kunisaidia usafi pamoja na kupika. <laughs> Shikamoo. Marahaba. Jambo. Jambo. Karibu. Asante. Maana um, naenda kuandalia chai. Unaishi eh, eh, eh, sawa, na, na msiana mwandani No mama, huyu ni rafiki yangu tu wa kawaida, sina mahusiano naye yote mabaya. Huwa anakuja tu mara moja ma kunisaidia usafi pamoja na kupika. Kusinichanganye kabisa, mara unaambia mwanasheria wako, mara huwa anakuja kusaidia kufanya usafi. Kuna uchafu gani humu ndani mpaka ulete mtu akuja kufanya usafi, alafu anaonekana ni mwenyeji sana humu ndani. Um, mama, mkate wako ni kupakia blue band au jam? Hapana. Thank you. Ah, okay. Karibu. Agnes. Eh? Sorry. Mboka. Mama, kama nilivyokuambia hapo awali, huyu ni rafiki yangu tu wa kawaida kabisa. Anaitwa Agnes, Uh, ni mwanasheria lakini huwa anakuja hapa kunisaidia kazi ndogo ndogo mara moja moja. Hatuna uh, mahusiano mengine yoyote, yani ni marafiki tu wa kawaida um, yeah. Kwa sababu Derek hana mke wala mpenzi, kwa hiyo uwaga tu mimi nakujaga kumsaidia saidia kazi na kumpangia vitu vyake. Sawa, nimeelewa. Vipi mzeke? <laughs> Yuko yes. Ila mimi sio mkaji so hmm. Nilipita tu nikusalimie na nikujulie hali, naondoka na mzunguko yangu na nashughuli zangu. Lakini ungekaa hata kidogo, hatujaongea sisi kukaa ah, Umepoteza furaha yako nimepoteza furaha yangu, kwa kile nilichokiona hapo ndani. Unajiona mjanja kabisa, unadiriki kunidanganya hata mimi eh? Nakuhurumia sana katika njia zako hizo mbaya ambazo najingiza. Mama, jaribu kuniamini basi, siwezi kufanya jambo lolote la kijinga. Nachokuambia hapa ni ukweli, na sababu gani za kukuongopea? Alafu mama, lazima uelewe lenye ukweli ni lazima nitakwambia ukweli, I swear. Hata kama litakuumiza kiasi gani ni lazima nikwambie ukweli. Wewe ni mama yangu, na sababu gani ya kukongopea mama? She's just a friend, jaribu kunielewa basi. Derek, mimi ni mtu mzima, na ninalokuambia ni hili, kama kweli hayo maneno yako unayoniambia ni ya kweli niamini. Mimi ninachohisi hapa ndani, karibu sana kitatokea, kitatokea hapa hapa. Kivipi, kivipi? I'm very disappointed. Hivi wewe unawajua wadada wa siku hizi? Unawaelewa? Unadhani huyo msichana ni mjinga? Wanaangalia tu wanambateleze tu wameshahamia. Wewe ungekuwa huna mali wala familia yako ni duni, unadhani huyo msichana angekung'ang'ania wewe? Anakung'ang'ania kwa sababu anajua maisha yake itakuwa mazuri akiwa na wewe sasa sikiliza simpendi mpendi huyo msichana. Anakuja kwako asubuhi na jioni, anakuja kufanya usafi, unajua malengo yake, Mama. You don't know her. Hata haiko hivyo, mbona hana kazi yake tayari? Hawezi kuwa mtwa hivyo mama. She's just a friend. Hebu niamini basi, mbona umefika mbali, ni mwanamke ambaye ana kazi yake kabisa, sio mwanamke wa hivyo. Trust me. Ninalokuambia mimi ni hili, simpendi huyo msichana na sitaki kumwona hapa. Kuna wasichana wengi wazuri, tena wamana, wanataka kuwa na wewe. Umekiokota wapi kisichana na umekingang'ania? Umekitoa mtaani huko, eh? Eti mwana sheria, mwana sheria, mwana sheria gani huyu? Mwana sheria akakuwa huyu anakili kweli kweli, unakotakotatu visichana vya mtaani. Mwana sheria ananywa ananywa mapanti hayo.

Unajua leo Jumapili, ameshazoea kwenda kanisani na mimi, kwa hiyo kunikuta hapa sijaenda kanisani, nafikiri ndio maana amekasirika. Pia kuna na nataka u tarudi baadaye. <laughs>

Dad, alikuwa na ombi moja. Yule rafiki yangu Julieth, nilikuwa naomba kama tunaweza kumpa nafasi ya kazi pale usini, niweze kufanya naye kazi. kwa nini? I think ana uhitaji, kwa sababu ana maisha magumu. Hata ukiangalia pia masomo yake, alikuwa anasaidia na wadhamini. Unamjua vizuri sana. Sana baba. Ni rafiki yangu muda mrefu sana hata mama anajua. Namfahamu sana Juliet, ana tabia nzuri mno na mwenye heshima. Nampenda sana na zaidi sana ningependa Dad, mimi Juliet ni rafiki yangu kwa muda mrefu na namjua, kama angekuwa ni binti ambaye ana tabia chafu mimi nisingeweza kuwa na urafiki naye, so please, do it for me. Please dad. Vipi? Hmm? Una nini wa huko sawa? Yeah. Na wasiwasi so kweli na Derek? Ana nini? Na hisi naishi na mwanamke. Kwa nini unasema hivyo? Unakumbuka siku ile kwenye birthday ya Mary? hmm. alikuja na msichana fulani, alipofika naye pale mi nikamtimua, naona mm -hmm. ule msichana akaondoka. Lakini leo asubuhi nimemtembelea Derek kwa kumstukiza nyumbani kwake, si nimemkuta msichana tena pale nyumbani, afu, yaani navyoonekana mwenyeji kabisa mpaka nataka kumtarisha michan Habari za hapa? Salama, karibu. Asante. Ah, uh, sijui nimemkuta Agnes? Hapana, ametoka. <sighs> Okay. Ah. Uh, unaweza kunisaidia kuniambia labda alipokwenda if you don't mind. Hajaniruhusu kusema alipokwenda. Ah. Uh, okay. <sighs> Sawa, so, basi utamwambia nilipita.

Hivi? Kwa nini usimwambie aliyepo moyoni mwako? There's no need. Actually, yameshaisha zamani mm -hmm.

Eh, umeamua kuacha kazi? Ndio boss. Kwa nini? Nimeshindwa kupata wavunjishaji wa siri za wateja. Kwa hiyo nimeamua kuacha kazi. Sawa, okay. ik nime... okay. afanya hivi, unajua maana ya kuacha kazi? Najua bosi. Na je, mume wako anahitaji taarifa? Bosi, sioni sababu ya kuniuliza baada ya mume wangu. Hapa mimi ndio mwajiriwa na mimi ndio mwenye maamuzi. Sawa. Sasa ningependa kukupa muda wote ule unaohitaji, uende uka discuss na mume wako. Halafu next time ukija na barua nyingine nitakujibu hapo hapo. Umeelewa? unaweza ukaenda.